Leo tuongee kuhusu insha ya methali. Ni insha ambayo haikosi kabisa katika mtihani wa kitaifa. Mwanafunzi, kabla hujafanya uamuzi wa kuteua swali la insha ya methali, unafaa kuzingatia nini? Jambo la kwanza ni lazima uwe unaelewa maana ya methali, maana ya ndani ya methali, na ujue namna ya kutumia methali ile katika hali halisi. Kumbuka swali hukuhitaji kutunga kisa kitakachodhihirisha maana ya ile methali. Kama hujui maana ya methali, usiteue lile swali. Jambo la pili, lazima uwe mbunifu. Insha ya methali ni insha ya kiubunifu. Uhitaji mwanafunzi mwenye uwezo wa kusuka kisa kwa ubunifu wa hali ya juu. Mwanafunzi anayejua kutumia taswira, mwanafunzi anayejua kutumia taharuki, hivyo vipengele vya kimtindo, mwanafunzi anayejua kupamba insha yake kwa mbinu za lugha, tamathali za usemi, mwanafunzi ambaye ukisoma kisa chake hutaki kuacha. Kama una udhaifu pale, labda kama kabisa swali la pili limekushinda, usiteue insha ya methali, kwa sababu ni insha inayohitaji ubunifu wa hali ya juu. Jambo la tatu na ambalo labda niseme ni muhimu sana, kwa sababu hili limefanya wanafunzi ambao wanaelewa maana ya methali na hata ni wabunifu wakakosa alama, ni kwamba insha ya methali huwa na pande mbili na lazima zishughulikiwe kikamilifu. Mwanafunzi lazima aandike insha itakayoonyesha pande zote. Kwa mfano, umepewa methali maji ukiyavulia nguo yaoge. Tuone sehemu ya insha yako, nikianza kusoma iwe inahusu kuvulia nguo, kuyavulia maji nguo hmm? Yaani kule kujitolea kufanya jambo fulani, e, zile harakati za kufanya uamuzi, nitafanya jambo fulani. Kisha sehemu ya pili ionyeshe kuoga, yaani kule sasa kujukumika. Kwa mfano katika mandhari ya shuleni ama mazingira ya shuleni, unaweza kuwa unatamani sana kuwa kiraja mkuu, ukaamua utawania ile nafasi. Kwa hivyo unaamua kuyavulia nguo. Utayavulia nguo namna gani? Moja, kuandika barua rasmi, unatuma kwa naibu wa mwalimu mkuu ili akupe nafasi. Pili, utaanza sasa mikakati ya kampeni, na hiyo mikakati utatuonyesha katika kila aya, kwa mfano. Halafu baada ya kutuonyesha jinsi ulivyoyavulia maji nguo, yaani jinsi ulivyojiandaa na kujitosa ugani, labda uliteuliwa. Sasa sehemu ya pili, ushateuliwa kuwa kiraja mkuu, halafu changamoto zimeanza kukupata, eh, wanafunzi wameanza kukaidi amri, baadhi wanakutenga wanakuchukia kwa sababu kuwa kiraja si kazi rahisi. Sasa pale, labda ume, umeanza kufa moyo, lakini unakumbuka ulishayavulia maji nguo, lazima ufanye nini? Uyaoge. Kwa hivyo hiyo sehemu sasa unatuonyesha jinsi ulivyo uh, jukumika jinsi ulivyowajibika, mikakati uliyotumia kupambana na zile changamoto za, zako za kuwa kiraja, na jinsi ulivyofanikiwa. Sasa pale insha yako itakuwa imekamilika, imeonyesha pande zote mbili. Sawa sawa. Unapata insha kama vile mchuma janga hula na wakwao. Kwa hivyo lazima utuonyeshe mtu ambaye anasababisha janga ama tatizo fulani ama shida. Sehemu ya kwanza utuonyeshe tu vizuri mwanzo mpaka mwisho, halafu sehemu ya pili, sasa uanze kutuonyesha jinsi familia yake iliumia kwa sababu ya tatizo ambalo walichuma mwenyewe ili tuone kwa kweli mtu akichuma janga anakula na nani? Anakula na wakwao. Sawa sawa. Fikiria kwa mfano, baada ya dhiki faraja. Tuone mtu anayepitia dhiki, dhiki kila mahali, dhiki dhiki dhiki, dhiki. Aya za mwanzo ziwe zinahusu dhiki, kisha baada ya aya kama tano sita hivi ndipo tuanze kuona Faraja, mambo yakianza kutengenea sawa sawa. Jifia moja haliinjiki chungu. Tuone mtu ambaye amejitenga, hataki kushirikiana na watu mm, yuko peke yake, hashirikiani na yeyote, amejitenga hata na familia yake. Tuone hilo katika aya za mwanzo, kisha baadaye upande huo mwingine tuone jinsi alivyoshindwa labda kutatua tatizo fulani ama kufanya jambo alilodhani angeweza kufanya akiwa peke yake sawa sawa. Jambo la nne, iwapo utateua kujibu swali hili, kichwa cha insha yako kiwe ni methali yenyewe. Usitafute methali nyingine, kichwa kiwe ni methali yenyewe. Jambo jingine, maadili yazingatiwe. Kisa chako lazima kizingatie maadili. Ukitunga kisa ambacho kinatukuza uozo ama uovu utapata alama kwa hivyo lazima kila wakati tuzingatie maadili. Hati iwe nadhifu kila wakati. Zingatia pia idadi ya maneno. Kuna maelekezo pale katika hiyo karatasi ya mtihani, kwa hivyo utakuwa umeelekezwa iwapo ni maneno mia nne, hakikisha umeyatimiza. Na kufikia sasa najua umefanya mazoezi, unajua maneno mia nne hutimia nikiandika hadi wapi? Kufikia sasa najua hilo umeelekezwa. Naam. Nilikuwa nataka kuwasomea baadhi ya methali ambazo zimewahi kutahiniwa katika KCSE na ningependa ujiulize, iwapo ningekuwa mtahiniwa mwaka huo ningeweza kujibu. Nitaanza na mwaka wa elfu mbili ishirini na nne achanikaye kwenye mpini hafi njaa. Aha, mwaka huo mwingine kidole kimoja hakivunji chawa. Mchelea mwana kulia hulia mwenyewe. Hapa tuone mzazi ambaye hamrekebishi mtoto wake, tuone mtoto akikosea labda katika miktadha tofauti tofauti, lakini mzazi ananyamaza tu. Halafu upande wa pili tunaona madhara ya hayo mtoto ama mzazi alivyokuja kujuta. Aliye kando haangukiwi na mti. Aha, mpanda ovyo hula ovyo. Mla nawe hafi nawe, ila mzaliwa nawe Mti mkuu ukigwa wana wa ndege huyumba. Papo kwa papo kamba hukata jiwe. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Achanikaye kwenye mpini hafi njaa. Usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Chombo cha kuzama hakina usukani. Pele hupewa msikucha. Alafu tuna mwaka elfu mbili na kumi. Binadamu ni ngamba hakosi la kuamba. Samaki huanza kuoza kichwani. Halafu tuna matikiti na matango ndiyo maponya njaa. Ungeandika nini hapo? Halafu bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Ukubwa jifya moja halinjiki chungu. Hii inafanana sana na um, ni gani nyingine nilikuwa nimetaja? Naam, nilikuwa nimetaja yenyewe. Naam, jifya moja halinjiki chungu A, tumefika wapi? Mwaka elfu mbili na nne mti mkubwa ukianguka wana wa ndege huyumba. Hiyo imetahiniwa mara mbili. Mtu maichanduguye hufa maskini, kuinamako ndiko kuinukako. Na mwaka wa elfu mbili wakapewa methali bahati ya mwenzio usiilalie mlango wazi, na unaona ilikuwa imetahiniwa tena hivyo. Wanafunzi, kama una ile kamusi ya methali ipitie, Elewa maana za methali tofauti tofauti, pitia pia hizo methali za KCSE, ujiulize, ningeweza kubainisha pande zote mbili na nitunge kisa ambacho kitadhihirisha ukweli ama maana ya methali hii, na, na methali nyingine ambazo unaweza kuzifikiria: achezeaye tope humrukia, achezeaye tope humrukia. Kwa hivyo tuone mtu ambaye anajiingiza katika mambo hatari halafu baadaye jinsi alivyodhurika. Kisha tuna asiyejua faida ya mwangaza aingie gizani. Mwota mchana hukosa mali na wana, mwota mchana hukosa mali na wana. Vilevile tuna gani nyingine? Naam, kutangulia si kufika. Methali ni nyingi, sitaki kuzitaja, ni nyingi. Kwa hivyo aa, langu ni kukutakia kila laheri mwanafunzi unapojiandaa Iwapo wewe ni mwanafunzi mbunifu tena anayefanya utafiti mara nyingi, basi ina maana kwamba unajua methali nyingi. Kama pia umekuwa ukinifuata na kufuatilia video uh, kule YouTube ama hapa TikTok, basi uh, pia unajua maana ya methali nyingi. Kila laheri, jiamini, unaweza.